Nahu tumetembelewa na mkuu wetu wa wilaya. Yaani imeleta chachu sisi kama shule imekuwa kama surprise. Tumefurahi sana kutembelewa na Mheshimiwa DC, ametutia moyo katika maandalizi ya mitihani ya kidato cha pili ambao ataenda kwanza Jumatatu, lakini pia kidato cha nne. Imetia moyo na imetia faraja na imeonyesha upendo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya na majukumu mengi kwenye ofisi yake, lakini ameona ni hana budi atupe uh, neno la faraja la kutokea mitihani mwema physically na sio kuposti. Angeweza kufanya hivyo akaandika, lakini kwa kumuona kiuhalisia, sisi kama shule tumefurahi, walimu wote tumefurahi na wanafunzi wote, tunashukuru sana. Tunashukuru kwa mkuu wa wilaya wilaya ya Ludewa. Hapa shuleni kwetu aliweza kuzungumza na wanafunzi maswala mbalimbali, moja, kuwasisitiza kusoma kwa bidii. Mbili, amewasisitiza kushirikiana miongoni mwao ilikia. Tatu, amewakumbusha na kuwasisitiza na kuondoa hofu kuhusu mitihani ya taifa.